Asante, kama kawaida, tunaendelea na exclusive na Timzoo na hii leo tunakwenda kuzungumza na daktari wa michezo mkongwe, huyu si mwingine ni Dr. Shecky Mngazija ambaye atatueleza mengi kuhusiana na umuhimu wa michezo na upima afya. Mzee wangu, habari za siku? Vizuri, dada Timzoo habari za siku. Na wewe salama kabisa, unaendelea vizuri? Mungu ni mwema, mapole ya majukumu. Asante sana. Kitambo kwenye hii industry doctor, hivi ni miaka mingapi mpaka sasa? Uh, mpaka sasa hivi kwa, kwa kweli ni miaka arobaini na tatu ukiwa daktari wa, wa michezo mchezo, kwa sababu kihistoria nilianza mwaka 1981 wakati ni mwanafunzi wa chuo cha utabibu MTC Tanga, ndio nikaanza kujihusisha na michezo na wakati huo nilikuwa najihusisha zaidi na kuna dokta mmoja anaitwa Beni Manyika ambaye alikuwa daktari wa, wa Yanga. Kwa hiyo kila timu inapokuja Tanga ambapo mimi ndio nilikuwa nasoma, alikuwa ananiomba nimsaidie katika kutoa matibabu kwa kwa wachezaji, kaanzia hapo mm -hmm. Historia yako tuendelee mpaka kuja kufika hii leo vilabu, timu za laba za taipota ambako umepita mpaka kufikia hii leo okay, ukiwa ah, daktari wa michezo. Sawa. Nafikiri pia kabla sijaeleza hicho, na kwanza, mwaka 1986 kulikuwa na mradi wa watu wa Norway walikuwa ni sports for all au michezo kwa wote. Makao makuu yalikuwa pale Anatoglu mnazi mmoja, tulikuwa madaktari wa kwanza ambao tulisoma hiyo sports medicine. mwaka 1986 alikuwa marehemu dr mwanandi Mwankemwa, Mungu amrehemu na dr mwingine gula msudi sisi ndio tulikuwa watu watatu wa kwanza kabisa kusoma sports medicine katika Tanzania. Mafunzo hayo yaliendeshwa na Profesa Kerji ambaye alitokea Egypt. Kwa hiyo kwa ufupi wa course ndio hiyo, na mwaka 1987 wakati niko Dar es Salaam na baada ya wengi kujua kwamba mi ni, ni mwanamichezo, kuna meja moja anaitwa Abdul Mingange Abdi Mungange, e, ndio. Alikuja pale Temeke Hospitali kuniomba. Alikuwa na timu yake wanaita Opeki ambapo wapo, sasa mpaka hivi sasa ndo unaendelea kuitumikia te, Temeke Hospitali? Exactly. Daktari ameni meja Abdi Mungange ndo aliniomba kwamba na timu yake Opeki Football Club niwasaidie. Kwa hiyo kuanzia wakati ule nao basi nilikuwa nawasaidia, na ilivyofika mwaka 1989 nilichaguliwa kuwa daktari wa UMISETA, michezo ya shule za sekondari Tanzania, na mwaka unaofuatia pia nikachaguliwa daktari wa michezo shule za msingi Tanzania ambao tunaita UMITASHUMTA. um, um, um, okay. kwa wote mnapokuwa kwenye michezo. Wewe ndio kama daktari mkuu ndio? Mimi daktari mkuu. Mwaka wa 90, bahati mbaya, Dr Manyika alifariki, aliaga dunia kwa hiyo kuanzia hapo Yanga wakawa wananitumia full tofauti na muda ambao walinitumia kwa vipindi vya, vya kama party time. Kwa kuanzia hapo ndio ukachukua nafasi rasmi nikawa eh, eh, daktari wa Yanga muda huo, na wakati huo timu ya taifa pia ilikuwa inanitumia kwa sababu mwaka elfu mbili na tatu uh, Tanzania Olympic Committee walinichagua kuwa daktari wa All African Games ambao tulifanyia Abuja, Nigeria na bahati nzuri tuliibuka na, na medali ya dhahabu kwa mbio za mita mia moja kwa uh, mwanariadha anaitwa Samuel Mwera huyo. Kwa kweli alitutua kimasomaso, elfu mbili na tatu Abuja, Abuja, Nigeria. Kwa hiyo kwenye timu ya taifa umeanza mwaka elfu mbili na tatu Tangu mwaka elfu mbili na tatu umesikia hiyo historia naam. Na dokta na yuko kwenye kikosi cha timu ya taifa ya, Tanzania, ya wanaume kwa maana ya Taifa Stars. Wakati niko na Yanga, bahati nzuri tulipata mafanikio kidogo. Mwaka 1993 na 1999 tulishiriki mashindano ya Sekafa Uganda. Bahati nzuri wakati ule mimi nilikuwa daktari, kwa juhudi zangu tulichukua ubingwa wa mara mbili. Kwa hiyo hiyo ni historia yangu ambayo naweza kujivunia. Kumba, kwenye michezo, kwenye michezo. Niliwahi kuchukua ubingwa wa mara mbili nje ya nje ya nchi nje, nje, na mwaka 1998 niliingiza Yanga kwenye kwenye kucheza kwenye, nane bora na, nafikiri ilikuwa robo fainali kombe la shirikisho, shirikisho, shirikisho, shirikisho. Ah, tunaendelea hapo 2007 pia nilipata nafasi ya kuchaguliwa daktari wa timu ya taifa Under 17. Kulikuwa na mashindano ya mabara, Asia, India, Marekani, nafikiri Malaysia. Kwa upande wa Tanzania, bara la Afrika peke yake Tanzania, sisi tulienda India. Kwa hiyo pia ni nafasi ambayo na, naifurahia mwaka 2019, pia nilichaguliwa kuwa daktari wa timu ya taifa ya Under 20. Tulienda Uganda, bahati nzuri tukapata kikombe kwa, na bahati. Kwa hiyo ni bahati kwamba Uganda nimeweza kutoka kidedeano na kikombe mara, mara tatu, mara tatu. Jumla kitu kingine ambacho ni kizuri nakikumbuka ni wakati niko na national team tulienda kucheza na Burkina Faso. Burkina Faso tulivyofika pale, wana historia kwamba karibuni miaka 49 hawafungwi. Hawafungwi. Lakini sisi tulienda bahati nzuri Erasto Nyoni, Erasto Nyoni alipata nafasi ya kufunga. Hakika ilikuwa ni goli ambao wengine kawa nasema ni Haruna Moshi Boba nikafunga, wengine wanasema hapana, eh, ni Nyoni, Nyoni, lakini baadaye, baada ya muda kadhaa kwa wakati huo, yani ndani ya dakika kumi ishirini wengine mpaka kesho yake bado wakawa natafuta ukweli, kwa sababu kila mtu alikuwa nakimbilia kulitafuta goli mm. Ilikuwa ni Erasto Nyoni. Lakini ni Erasto Nyoni. Erasto Nyoni. Mm. Kwa hiyo ile nafikiri ilitupa sifa sana kule Burkina Faso na pia ilitupa sifa Tanzania, na baada ya kushuka tu tukahitajika kwenda bungeni Dodoma, bahati wa... nzuri wakatupa zawadi nzuri sana za fedha, ambazo bila kuficha, zawadi zile zilitusaidia wengi, tulinunua viwanja, tumejenga wengi tuli fanya wow. za, za tumia ipasavyo, mpaka sasa hivi ile historia tunaiona, zile pesa zilepesa tuna, tunaziona eh, eh. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo, ila tu labda niseme kwamba mimi binafsi na historia ambazo naweza niseme za peke yangu, kwa mfano hiyo ya kusema kwamba mimi ni mmoja wapo ya madaktari wa kwanza kusoma sports medicine Tanzania Dio. Hiyo ni rekodi ambayo lazima niwe nayo halafu kitendo cha kuchukua ubingwa mara mbili na timu ya Yanga na mara moja na timu ya Taifa pia ni, ni achievement kwangu. Halafu e, mimi ndio daktari wa kwanza kuzindua uwanja wa Taifa Mkapa, uwanja wa Benjamin Mkapa eh, eh, likua... wakati Tanzania ikicheza na Uganda The Cranes exactly. Tanzania ikifungua vyema uwanja huo kwa goli la Abdi Kasim Baraka wa Unguja kwa guu lake eh, la kushoto. Hiyo yeah, eh, ilikuwa tarehe moja mwezi wa tisa elfu mbili na saba, elfu mbili na saba. Kitambo. Wakati huo tulikuwa tunafanya maandalizi ya kucheza na Mambas ya Msumbiji ndio ambayo nao tulicheza nao tarehe nane mwezi wa tisa chini ya Marcio Maximo, kocha mkuu wa kikosi, ambaye alileta hamasa kubwa sana. Hongera sana Dokta Ngazija. Mtazamaji umeweza kumsikia huyu, eh, ni dokta wa michezo ambaye ametupa walau historia yake, eh, kwa urefu. Labda nimalizie pia N na sifa moja ambayo naweza kusema, sijui kama kuna mtu ataipita. mm -hmm. katika umri wangu wa wakuwa na timu ya Taifa, niliweza kumtibu mchezaji anaitwa Abubakari Salumu Abubakar Salum. Lakini baada ya kumaliza mpira akaoa akazaa mtoto anaitwa Salum Abubakar naye nimemtibu Sure boy. Sure boy. Kwa sure. Hiyo hiyo ni rekodi ya kumtibu kuanzia baba mpaka mtoto. Mpaka mtoto. Kwa hiyo hiyo ni rekodi ambayo najivunia kwamba niweza kumtibu baba, baba na mtoto. Na mtoto. Halafu pia rekodi nyingine ambayo najivunia ni mwaka 2007 nikiwa daktari wa timu ya taifa. Ndiyo. Tanzania tuliweka katika nafasi ya 98 katika lengi ya FIFA, FIFA. Nafasi ambayo mpaka sasa hivi bado hatupo. Dokta, sasa hivi tunaelekea kwenye kipindi cha usajili mm. Wachez, timu nyingi ama vilabu hivi vimekuwa vikikupuka kusajili baadhi yao, si vyote, kusajili bila kupima afya, nini athari yake, nini unawapa ujumbe? Ah, kwanza lazima viongozi, wachezaji na wadau wajue kwamba afya ya mchezaji ndio mtaji wake. Hiyo ni lazima wafahamu sana. Alafu pia ni aibu kama unamsajili mchezaji kwa milioni 60 70 200, unashindwa kumfanyia vipimo vya afya vya elfu hamsini, sitini, ni, ni, ni makosa. Kwa hiyo kitu ambacho TFF, CAF na FIFA wanasisitiza kwamba kabla mchezaji hajaingia kwenye usajili, lazima afanyiwe utimamu wa afya yake, kupimwa afya afya afya ya mwili na bahati nzuri kuna fomu maalumu ambazo ziko katika kila ngazi, ngazi ya TFF zipo hizo fomu, ngazi ya Kafu hizo fomu zipo za medical check up, pamoja na ngazi ya, ya, ya FIFA. Kwa hiyo ni muhimu sana mchezaji kufanyiwa vipimo vya kina kabla hajaanza kumsajili. Daktari, ni vipimo gani hasa ambavyo unasema basi hata kama hamna hamna, lakini hivi ni muhimu sana Uh, kwa mfano sasa hivi wanasisitiza sana vipimo vya, vya, vya, vya moyo mm, kwa sababu kuna kitu wanaita sudden death kwenye, kwenye uwanja. Kwa hiyo ni vizuri mchezaji afanyiwe vipimo vya moyo ili kuangalia hana tatizo lote la moyo ili isije katokea kifo cha ghafla uwanjani. Alafu kipimo kingine ni uwezo wa mapafu, lazima afanyiwe kipimo kinachoangalia mapafu yake yana uwezo gani kuhimili mashindano. Vipimo vingine ni vya kawaida labda kuangalia figo, kuangalia misuli, namna inavyofanya kazi pamoja na sehemu za, za maungio. Kwa hiyo hivyo ndio muhimu sana lakini priority ni, ni, ni, ni moyo pamoja na mapafu, kwa sababu ndio kitu ambacho mchezaji anakitumia sana uwanjani na ndio ambavyo vinasababisha vifo vingi vya ghafla uwanjani. Ni ushauri gani ambao kwako wewe unaotoa kwa virabu ama vyama eh, vya michezo kwa ujumla kutumia wataalamu wenye taaluma ya tiba kwenye Uh, upande wa michezo. Hilo nafikiri lishasisitizwa muda mrefu kuanzia kwenye viwanja hata hawa wenzetu ambao wanaendesha hizi gym za mazoezi, mm. kwamba hairuhusiwi kuendesha zile gym bila kuwa na, na daktari mtaalamu wa afya ya wachezaji wa. Ila kwa upande wa, wa, wa tuseme michezo, kama utakuwa na daktari ambaye si mtaalamu wa tiba ya michezo kwanza hataweza kugundua kwa haraka matatizo ya mgonjwa. Pili, kwa sababu ameshindwa kugundua kwa haraka, hataweza kutoa tiba kwa usahihi. Kwa hiyo ile aidha unaweza umwongezee mchezaji madhara zaidi au unampa mchezaji ulemavu, kwa sababu wewe huna utaalamu wa kujua huyu tatizo lake ni lipi na nitalikabili vipi. Kuna hasara gani pia ya kumtumia daktari ambaye hmm si dakitari wa michezo, mfano ni daktari wa moyo, ni daktari wa mifupa, lakini si daktari wa michezo. Ah, bahati nzuri ukishafika kwenye ngazi ya daktari bingwa wa moyo, daktari bingwa wa mifupa hmm. Lazima utakuwa na uelewa mzuri kwa okay. sababu hivyo ni vipindi ambavyo vinakuwepo kwenye, kwenye hayo mafunzo ya kibingwa ya, yanagusiwa ya, ya, ya, ya ki hmm. ya ya kwa hiyo daktari kama ni mbobezi wa moyo, ni mbobezi wa mifupa Lazima atajua vitu kama hivi, atakuwa anavijua, anajua. Mmoja katika vitu huwa kama tuseme utasikia kama rumors kwamba ah, yule mchezaji Timzoo eh, ni, ni mwongo amegoma kucheza na sababu zake eh, anasema kwamba anasingizia kutocheza mechi hivi. Kwanza hicho kitu wakipo, tuanzie hapo kabla sijaendelea. Mm, kipo. Kuna kitu wachezaji wanaita kujivunja <laughs> na sisi tunasema hivyo hivyo kwamba daktari kajivunja. Daktari usipokuwa mwangalifu ndio utakuwa unakabiliana na hizo mara kwa mara. Kwa hiyo kitu muhimu hapo, tunafundishwa kuwe na ukweli, mchezaji awe mwaminifu na daktari awe mwaminifu. Dokta, wakati huu kume, mara nyingi kumekuwa na wachezaji anaumwa, unasikia anaendelea kupigwa sindano ili aweze kuendelea na michezo. Hii haina athari ile ina athari kubwa sana, na imeshakatazwa. Athari kubwa ni kwamba unapomchoma mchezaji sindano sehemu ambayo inauma, ina maana ile sehemu ataitumia kwa sababu umeshaiweka ganzi, kwa hiyo anapoitumia ndio unamuongezea maumivu na ukubwa wa jeraha. Kwa hiyo unapoongeza maumivu na ukubwa wa jeraha, baada ya kumaliza ule mchezo atachukua muda mrefu sana kupona. Kwa hiyo inashauriwa kama mchezaji hawezi, unampumzisha ili kupunguza kwamba choma sindano ambayo nitamwongezea jeraha nitamwongeza muda mrefu wa, wa matibabu. Ni kitu gani cha kwanza, mchezaji ameumia, referi amepiga kipienga, amekuita daktari njoo, ni kitu gani hasa ambacho unatakiwa unyanyuke nacho kiwa cha kwanza pale? Maana mengi tunaonaga anakimbia na kikapu kaki kile kibox, akifika kakifungua, kitu cha kwanza anamtia maji sawa. Alafu ndo anaanza kumbwembwe pale nyingi. Kwa ni maji yaani, hakuna mtu atakimbia bila kushika maji. Sawa, yale, yale maji ni sehemu, kwa sababu muda mwingi alikuwa kwenye mchezo yeye au wenzake wanaweza kuhitaji maji ya kunywa okay. Kwa hiyo inamsaidia yeye na pia inasaidia wengi, inasaidia wengine. Kwa hiyo mara nyingi vitu ambavyo unatakiwa uwe navyo kwanza, u unafuatilia sana kwamba yule aliumia maumivu yake, labda kuna damu imetoka au hakuna damu. Kwa hiyo kama umeona kuna damu, lazima unaondoka naai na unaondoka na bandage kwa ajili ya kuzuia ni dokta mzoefu kwenye michezo ama mkongwe mwenye miaka arobaini na tatu sasa yuko kwenye industry. dkt Mngazija ambaye ni dokta wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, na amepita kwenye vilabu vingi kama ambavyo ametupa cv yake, lakini umesikia elimu ambayo ameitoa kwako kwamba eh, wengi madaktari kwa hivi sasa unapokuwa huko kwenye benchi tuwache mambo haya ya kibongobongo kwa sababu hizi ni afya za watu. Vitu gani dokta ambavyo unavikumbuka wewe katika historia yako ya mpira kama dokta unasema kwa kweli hii? Uh, kama nilivyokuambia, tulikuwa na mashindano Uganda. Kuna wakati timu ilitangulia mimi kutokana na taratibu za kikazi, ruhusa imetolewa kutoka baada ya ruhusa kutoka timu ikawa imeshafika Uganda kwa hiyo mimi nilichofanya ili niondoke leo kesho timu inacheza niwepo uwanjani, ilibidi kama dokta, ilibidi niende mpaka mpaka Nairobi. Kufika pale Nairobi ni saa moja usiku na mechi kesho, na mechi kesho, tunaambiwa hapa uwezekano wa usafiri haupo. Sasa pale natafakari na nazunguka kidogo, nikamkuta kakaangu mwandishi mkongwe Abdalla Majula, tukasalimiana, kaka, habari nzuri. He, vipi? Wapi? Bwana, naenda Uganda. Kama mimi na mimi naenda Uganda! Ah, tukaanza kucheka pale sasa kaambia ndio, usafiri hatuna tunafanyaje? Na basi, na mechi kesho, tuzunguke basi. Tukaelekezwa kwamba kuna sehemu huwa anapakia pakia mizigo, jaribu kuulizeni kama wana hiyo safari ya, ya Uganda ya kwenda Uganda. Tukafika pale tukakuta ni lori limefunikwa, kwa juu lina limejaa mizigo ndani, wakati ina, hu inaenda saa mbili, saa tatu za usiku, za usiku. Tukamwambia bwana, hii gari inaenda Kampala lakini imejaa mizigo, kwa hiyo kama utaingia usitegemea kukaa <laughs> sasa, sana sana ulale sasa, kwa kweli pale, kwa ajili ya majukumu ya kazi na uzalendo wa, wa, kazi, wa, ya, wa taifa, taifa tukoona, hapa hatuna budi basi, mimi na ndugu yangu Abdalla Majula ilibidi kuingia kwenye maboksi, hivyo tulivyoingia ni hivyo, hivyo hivyo kwa kulala mpaka mnafika Kampala. Kwa hiyo hmm. kama wale watu wangetuteka wangetufanyia lolote usiku hakuna ambaye angejua. Kwa hiyo tulikuwa tu tunaomba Mungu, msikie wanasema tumefika mm, yaani huwezi ukakaa umelala tu muda wote, sana sana comfortability, labda kujigeuza. Kwa hiyo hii naikumbuka ni historia ambayo ilikuwa ni, ni, ni, ni riski sana. Katika kutibu kwako kwenye michezo, kwamba lile tukio, bwana, mchezaji huyo alifanya hivi ni nini, ni, ni? ilikuwa tulikuwa na mchezaji mmoja anaitwa anaitwa Kalinyo Ferdinand huyo kidogo alinipa ali, ali shida. Unaenda unampeleka hospitalini unamfanyia vipimo vya MRI, inagundulika hana tatizo, lakini anarudi anakwambia, mimi, mimi naumwa sana mimi naumwa sana na naumwa? Haumwi, na vipimo vya MRI vinaonyesha kwamba, kwamba haumwi. Kwa hiyo baadaye tukaenda naye vile, kumbe tatizo lake ilikuwa tu ni hali ya hewa na hali ya chakula. Hakuwa anataka kucheza. Kwa hiyo Alinipa shida kidogo. Nisingekuwa mwangalifu na makini. Karinyo, Wayanga wewe namkumbuka. Mm. Wakawa anasema yeye yeah, anakula matikiti tu. Ilikuwa ni kweli. Eh, kwamba vyakula vilimpa shida na akawa anakula matikiti tu. Alikuwa alikuwa alikuwa anachagua. Alikuwa anachagua. Alikuwa anachagua vyakula yeye. Eh. Kwa hiyo kidogo ali. Kwa upande wa timu ya taifa nashukuru. Tulikuwa tunaenda nao vizuri tu. Mm. Haikuwa na shida under 17, under 20 na seniors. Tulikuwa tunaenda vizuri. Tulikuwa tunajibika kwa pamoja vizuri. Kwa nini tunapima MRI? Mnasema ni mifupa. Hem, tupe kwanza elimu. Kwa, una, ukienda kwanza, kwenye MRI ha, ah, ah, ah, ha, 17 mm. Wanapimwa MRI, inapimwa kwenye kwenye kiganja. Kama yule ni left handed anapimwa mm. left, kama ni right handed anapimwa right hmm. na ile MRI inaangalia kitu tunaita glossy plate, yani kuna plate ya ukuaji. Ukishonekana ukishona ime, ime tunaita fused kisha una, imeungana unajua, huyu yuko abavu 17. Ipi ngozi ama mfupa huko ndani kwa ndani kwenye hii joint e, e, sasa swali langu linakuja hapo. Ikisha kuwa hivyo, unajua kwamba amezidi, ndio unakuja kwenye madaktari wa mtaani, wanasema ukila dagaa sana, kwa hao <laughs> wadogo e, wanasema ujenge mifupa ukila mayai sana, hasa e, ya kuchemsha, mifupa una kukomaa. Kwa hiyo kwenda kwa kipimo cha MRI waweza kuwa na miaka 15, lakini kikaonyesha kuwa above au baadhi ya vyakula hiyo hiyo haina ukweli, kwa sababu inachoangaliwa hizo dagaa na nini zinaonyesha au zinasaidia uimara wa mfupa. Okay. Sio uharakishaji wa kuunga kwa mifupa kama hiyo growth plate, ile growth plate nature yenyewe ndio ina inaunga sio mm -hmm. Artificial sijunywe dawa au ile dagaa, hapana. Nature ya age yako itakushtaki yenyewe. Sio vyakula wala sio madawa. Nafikiri ingekuwa ni hivyo ingefanywa sana. Lakini sasa you can't change nature. Nature iko vile vile. Haiwezi kubadilika. Hmm. Kuna baadhi ya timu kabisa, sijui kama naota kubadilana na mimi, unaona kabisa umri umezidi. Lakini sikulikuwa kuna kipimo cha MRI. Hapo hmm, hmm, inakuwaje? Hem leo tufungue. Sasa hapo jibu ni moja tu. Mm -hmm. Kwamba inafanywa cheating. Na wakati inafanywa cheating, ndio wale opponents wanaanza ku protest kwamba bwana, tunaomba huyu afanye nini tukiwepo na sisi yapimwe. E, tunamtilia mashaka mm. kwa hiyo ukiona wale wame, wanacheza wako hiyo, babu 17, wamefanya cheating. Ndini, sasa hapo kifanyike kama daktari ataamua kuwa muaminifu, hawezi kukubali, kafu, hawezi kukubali hilo, na nikupe kama nilivyokuambia mwanzo kwamba hii pleti, glossy pleti, ina, ina, ina, inaunga au inaziba kutokana na nature kuna ingine necha ina zao inachelewa kufanya nini kuunga, yeah. Lakini uko habavu 17 hapo sasa, mm. Sasa tumeenda vizuri mm. Kwa hiyo mtazamaji, umesikia hiyo, kumbe yawezekana kwa umri unamwona, lakini kipimo kimemkubali kutokana na necha yake. Dokta, tumalizie, wewe ni daktari wa timu ya taifa ya Tanzania, mimi ni daktari wa timu eh, ya Kenya unacheza mechi si ndio? Ndio. Ile mechi wakati inachezwa mchezaji wangu wa Kenya ameumia pale uwanjani, ni kitu gani ambacho kinaweza kukusababisha wewe wa Tanzania na wewe ukaamua kuingilia uwanjani uwanjani, ah. Refa kaita, mm. na unaiona kabisa hivi, ni kitu gani ambacho wewe unaweza ukausababisha mchezaji open, yani kama daktari daktariw sema ah -ah, na mimi hapa natakiwa niende kuongeza nguvu sawa. Ile ni kwa sababu ya ukubwa wa jeraha. Kwa mfano, labda mchezaji amegongwa kichwa au amegongwa sehemu ya moyo, unakuta anaanza kupoteza fahamu au anaanza kuweweseka, lazima muende mkasaidiane. Kwa hiyo tunachoangaliwa pale ni, ni, ni ukubwa wa, wa, wa, wa, wa tukio wa jeraha. Ukubwa wa jeraha ndio unaosababisha uingie uingie, mchezaji mmefanya mambo yameshindikana. Mara kibao tunaona kuna wachezaji meshindikana, inabidi aondoke na ambulance gari kumkimbiza hospitali ama kwa matibabu ya haraka. Maana wakati mwingine je, akishindikana pale uwanjani, ni vitu gani immediate ambavyo anatakiwa viwepo kwenye gari lile la ambulance? Au ni gari tu lipo, tunaona wewe piu piu piu hivyo? Uh, lile kwanza, kuna kitu tunaita ABC mm -hmm. kwenye management. Mm -hmm. A na maana ni airway, kuhakikisha kwamba mfumo wa hewa uko wazi kwenye hilo gari. B ni breathing. Kwa hiyo natakiwa pia kuwe na vifaa kama vya oksijeni kuhakikisha kwamba kama atakuwa na, anahitaji hewa ya ziada mm, iwe rahisi kumwongezea pale. Kwa hiyo oksijeni silinda ni, ni muhimu sana kwenye, kwenye ambulensi kwa ajili ya kusaidia kumsikiliza mgonjwa. hicho hicho, hata ndio hatari zaidi. Haya, daktari ametueleza mengi eh, dokta huyu ambaye hakika ni mkongwe na ni mzalendo katika utaifa na kwa kutimiza udaktari wake kuhakikisha kwamba anakuwa professional. Si mwingine ambaye tumekuwa naye kwenye exclusive na Timzoo ileo alikuwa ni Daktari Shecky Mngazija ambaye ametueleza mambo mengi sana, naamini utakuwa umepata shule ambacho nimeondoka nacho kwenye mazungumzo ya leo. Tunaelekea kwenye usajili, wacheni viongozi wa vilabu kuleta tu ili mradi Timzoo anaweza kapitia pitia, kwa sababu athari yake